Mtazamaji wa Nyikani TV Africa, karibu tufahamiane, kwa namna nyingine tena ambapo msomaji wetu ama mtazamaji wetu ameandika katika ukurasa wake wa Facebook kwamba tunaosimama na Gwajima tujuane kwa likes mapema, haki ya, wenye, ya mnyonge ni maombi tu, ameweka na hashtag hapo kwa Gwajima baye ni kinara, lakini huyu mtu anaitwa Christian Parangio yuko Mbezi mwisho jijini Dar es Salaam. Anaomba kwa wale wote ambao wanasimama na Gwajima ama Askofu Josephat Gwajima wa kanisa la Fufuo na Uzima, ambao ambaye a, kanisa lake kama kiongozi limeamua, yaani serikali imeamua kufuta Ilo, kulifuta hilo kanisa kwa mujibu wa barua ambayo inasambaa mitandaoni kwa sasa. Anaomba Christian Parangio wa Mbezi Mwisho jijini Dar es Salaam kwamba tunaosimama na Gwajima tujuane kwa likes mapema. Je, wewe ni muumini wa haya anayoyazungumza uh, Josephat Gwajima, kwa uwazi kabisa mbele, vyabari, mbele, mbele ya vyombo vya habari na pia mbele ya viongozi wengine ama mbele ya umma. Je, wewe ni muumini wa jambo hilo? Lakini tusipepese macho kwamba hali ya utekaji nchini Tanzania ama kutoweka Watanzania baadhi, hasa wale ambao wanaikosoa labda serikali ama kutoa maoni yao kuhusiana na mwenendo wa serikali uraiani huku mambo si mazuri, wananchi wengi hawapendezwi na yanayoendelea. Lakini je, na wewe mtazamaji, ni mmoja wao kati ya watu ambao hawapendezwi na yanayoendelea hususan ni swala la utekaji na kupotezwa watu katika nchi yetu ya Tanzania, huku baadhi ya viongozi wakilalamikiwa kwamba huenda kwa namna moja ama nyingine wanahusika na suala la utekaji ama kupoteza watu katika nchi yetu ya Tanzania. Kitu ambacho Gwajima anasema kwamba ni laana katika nchi kwa sababu damu kumwagika katika nchi ni laana. Hata ungefanya jambo gani la kimaendeleo lakini huwezi kupata baraka ama kufurahiwa na watu kwa sababu damu ya mwanadamu imemwagika. Ndipo Christian Rangio wa Mbezi Mwisho jijini Dar es Salaam anasema tunaosimama na Gwajima tujuane kwa raksi mapema na haki ya mnyonge ni maombi tu. Je, wewe ni mmoja kati ya wanaosimama na Gwajima? Karibu katika ukurasa huu wa Nyikani TV katika maoni yako, lakini pia kuweka msimamo wako, hata kuandika Uh, maoni yako katika ukurasa wa comment ama katika eneo la comment hapa uh, chini katika Nyikani TV Africa. Tafadhali. Karibu kwa maoni yako.